Tezidume inatibika iwai mapema, pindi tutakapoweza kuhisi dalili hizi nitazoweza kukuelekeza. Kama unajihisi una dalili za tezidume ama dalili hizi ambazo unaweza kukuelekeza, basi wewe una tezidume. Cha msingi kuwai mapema, kabla haijafika level ya upasuaji. Ikifikia level ya upasuaji, tezidume haitakubali dawa yoyote zaidi ya upasuaji. Sasa utakapoweza kuhisi tu hizi dalili mapema, basi uwai tiba mapema ili uweze kupona tezidume bila ya upasuaji. Dalili kuu za tezi dume, kwanza ni kutoka nje mara kwa mara nyakati za usiku kwenda kujisaidia haja ndogo. Dalili ya pili ni kuhisi maumivu wakati unajisaidia haja ndogo ama wakati unapomaliza kujisaidia haja ndogo, unaweza kuhisi maumivu katika penis yako. Dalili ya tatu ni kuchelewa kuanza kukojoa kwa mkojo, unapoenda kujisaidia haja ndogo, mkojo huchelewa kutoka. Hizi ni dalili ya tatu ya tezi dume. Dalili ya nne ni kupata maumivu ya kiuno pamoja na uti wa mgongo na kuwa mchovu wa mara kwa mara. Dalili ya tano ya tezi dume eh, ni kuhisi eh, kila wakati unahitaji kukojoa. Yaani mkojo unaweza kwenda kukojoa lakini mkojo unakuwa hauishi. Hivyo kila wakati unahitaji kwenda kukojoa. Mkojo ule ule ule uanza mara ya kwanza unakuwa hauishi kwa sababu kuna sehemu ndipo imekwama. Eh, hivyo unapoenda kujisaidia ukirudi uh, tu unajihisi tena mkojo. Dalili ya sita, unaweza kwenda ukojoa, ukahisi mkojo umeisha, lakini utakaporudi vitone vinaanza kuchafua nguo. Eh? Nazo unajikuta tone tone, mpaka mshosiko nguo yote imelowa ile sehemu, unajikuta kwamba kuna duala la haja ndogo imeenea pale. Hizo ni dalili za tezi dume. Pindi utakapoweza kuhisi dalili hizi, basi jua kabisa kwamba wewe tayari una tezi dume. Na kama una tezi dume, kipi kifanyike? Basi wai mapema ili uweze kupona tezi dume kwa haraka sana bila, hige, bila kufikia ile hatua ya upasuaji. Inamaana maana kwamba itakapofikia hatua fulani, maanake tezi yako ama tatizo lako halitakubali dawa, ni zaidi ya upasuaji. Sasa nimeweza kukutahadharisha mapema juu ya tatizo la tezi dume. Mimi ni mshauri wako ninayekushauri kila siku kwangu tiba ipo ambayo ni sahihi kabisa, imeshaandaliwa kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto ya tezi dume. Kwa wale wenye tatizo hilo la tezi dume, basi mnaweza mkaniona ili niweze kuwapatia tiba na kwa ajili ya kuweza kumaliza zaidi ama kuweza kutibu zaidi tatizo la kola tezi dume. Namba zangu za simu jumlisha 255 752 16 38 38. Nikutakia siku njema, nikutakia kila la heri. Usisahau kunifollow, nitakufollow back. Usisahau kusubscribe katika channel yetu ya YouTube ili uendelee kupata vipindi hivi. Vipindi vingi na venye mafundisho bora kwa ajili ya kuweza kutibu afya yako.